Mwanaume hanaga bahati mbaya kuishi na mwanamke ndani, huyo ameshakuwa mume wa mtu, hata kama wewe ndio ulianza kuishi naye. Elewa, bahati imemwangukia mgeni <laughs> eti bahati mbaya, mala shetani tu, mara ndugu amenichagulia <laughs> da. Dada yangu umekuwa na mahusiano na kijana kwa muda mrefu sasa, huenda miezi au miaka, mahusiano yenu yana ahadi nyingi sana na unajihakikishia huyo ndio mumeo hivi umerogwa? <laughs> inafika siku gafa jamaa nakata mawasiliano, pita huku na kule, unasikia jamaa naoa au kazana mwanamke mwingine na umeanza kuishi wote. Ukimuuliza sababu ni nini, majibu yake utasikia nilipitiwa tu mpenzi wangu, na kupenda wewe tu, huyu mwanamke nimechaguliwa na wazazi, ipo siku nitamwacha nikuoe wewe, na kupenda sana tuwezi kukuacha Huyu mwanamke akijifungua tu namwacha. <coughs> dada yangu, nawe ulivyo mpumbavu, unaamini kweli maneno yake, na huyo jamaa anaendelea kukuvua nguo tu mpaka siku unabeba mimba. Siku zinaenda jamaa hamwachi mkewe, wanaongeza mtoto mwingine, we unaendelea tu kusubiri <coughs> hacha kujifanya mtoto, kisa umempenda. Mwanaume hanaga bahati mbaya kuishi na mwanamke ndani, huyo ameshakuwa mume mumi wa mtu, hata kama wewe ndio ulianza kuishi naye. Heleewa bahati nimwangukia mgeni na mara nyingi wanaomeka ameona kuta wanajua sana kuigiza kama anakupenda, lakini ukweli kwamba hakupendi. Yuko lazi yakagwe simu yako agombane na mtu kisa wewe. Yuko lazi ya kukomani kwa kila jamu unalolifanya, lakini usipate nafasi ya kuwa uhuru kwake. Kuwa makini na huyu mwanaume. Laiti mapenzi yangekuwa